Ulizoea kumwita koplo Ibrahim Hamad Baka, sasa unaweza kumwita Sergeant Ibrahim Hamad Baka. Kikosi Maalumu cha Kuzuia Magendo Zanzibar KMKM kimempandisha cheo mchezaji wa klabu ya Yanga Ibrahim Hamad Baka almaarufu kama Ibra Baka kutoka kuwa koplo na kuwa Sergeant kutokana na kuonesha kiwango bora uwanjani. Sasa Ibrahim Hamad Baka ni sajenti siyo koplo tena kiwango bora uwanjani kimempandisha levo ibrahim hamad bacca kutoka katika levo ya koplo mpaka kuwa sajenti katika kikosi maalumu cha kuzuia magendo zanzibar kmkm congratulations ibrahim hamad bacca kwa hii levo ambayo umepanda katika kikosi maalumu cha kuzuia magendo zanzibar kmkm ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii Niambia hapo kwenye komenti. Hapa ni super trav ya Dino Television, endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Najaribu kuvaa kiatu cha Muhammad Salah kinanishinda na, na kivua bwana mkubwa hajui la kufanya wala kufikiria, yanamkuta anamchosha, haoni ni nani wa kumsaidia, akiwaza kumchukia bwana mdogo Alexandra Isaac mawazo yake yanashindwa kutimia, anagundua amechelewa. Kumbe Nuno Mendes na kaka yake Dembele ndio angeanza kuwachukia, lakini kabla ya kuamua kumbukumbu kumbu za Ryan hadi zinamjia maskini, amchukie nani, ampende nani? Anakosa jibu, anaamua kupotezea momenti. Hii inafanana na kisa cha bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Mayaya. Wakati fulani, bwana huyo alipata bahati ya kupanda ndege kwa mara ya kwanza. Baada ya kupata ratiba ya safari, usiku wa kuamkia siku ya safari, jamaa alioga na kuvaa tayari tayari kwa ajili ya safari, akakesha usiku mzima ili asija akachelewa kuwasili kituoni. Lakini ilipobaki saa moja kabla ya muda wa safari, ndugu yule akajisemea moyoni, ala, walau nilale dakika zangu ishirini ili nipunguze uchovu wa usingizi nilionao, kisha niamke niende kituoni. O, maskini Jamaa alilala kwa muda mrefu zaidi ya ule aliojiwazia na alipofika kituoni akajikuta ameachwa na ndege. Kumbe ni kweli, unaweza ukaoga na usiende mjini. Da, hivi ni kipi Mo Salah msimu huu hajafanya kwenye ligi? Amecheza michezo 29, amefunga mabao 27, ameasisti mara kumi na saba. Amekuwa na msimu bora sana, lakini cha kusikitisha, dakika za jioni kabisa za msimu ubora wake umeingia doa. Ilishangaza sana dunia Liverpool kutolewa kwenye michuano ya FA Cup na timu ya Plymouth. Kabla mshangao huo kuisha, PSG wakapiga kwenye mshono, Liverpool out of UEFA Champions League. Wakati wanajipa moyo aliyopita amepita, tugange yajayo, Newcastle United wanawambia hamna cha kuganga zaidi ya njaa. Da, jahazi la matumaini ya Salah na Ballon d'Or limezama kina, kama ni giza basi limetanda mbele ya jua wakati wa mchana. Msaada wa watochi mahali hapo hakuna. Du kweli, sala na mayaya tofauti ni majina. Inasikitisha sana kupoteza vikombe viwili vya thamani ndani ya siku zisizopungua tano. Hapa ni Super Trove, mwandishi ni Emmanuel de Gratis, imesoma kwenu na mimi Denis Dinominator, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.